Tangu kuchukua hatamu kama mama wa taifa Bi Rachel Ruto amejipata katika njia panda, kila mara akilazimika kuasi uhusiano wake na mahasidi wa siasa wa Rais William Ruto. Amekuwa kimya kwa muda mrefu baada ya maandamano ya Gen Z, lakini sasa hilo huenda likabadilika tena baada ya mkataba wa ushirikiano baina ya Raila Odinga na Rais William Ruto. Je, mama wa taifa ana ushawishi wowote serikalini? Kevin Mutahi anatuambulia ama anatufumbulia swali hilo. Jumamosi wiki iliyopita, mama wa taifa Rachel Ruto aliendamana na Ida Odinga, mkewe Raila Odinga, katika maadhimisho ya sherehe ya kimataifa ya wanawake huko Homa Bay, ikiwa ni mara ya kwanza kwa wawili hao kuonekana kwenye hadhara baada ya mshikamano kati ya Rais William Ruto na Raila Odinga. Wa wadadisi wa kisiasa huenda uhusiano wao unapikwa ili kuambatana na mkondo wa siasa nchini kwa sasa. Ni kama ambayo wanahisi ya kuwa hivi sasa uh, Raila Odinga ameingia kabisa katika ule ushirikiano baina ya yeye na, na, na, na Rais Ruto. Nadhani wafuasi wake wengi bado hawajaridhika. Realities that are material at the time. Tangu kuchukua hatamu mwaka 2022, Mama Taifa alimtema mtangulizi wake Margaret Kenyatta aliyehudumu naye kwa takriban miaka kumi akiwa mkewe naibu wa rais. Tena amelazimika kukaa mbali na Dorcas Rigathi baada ya mumewe kubanduliwa ofisini na Rais Ruto mwezi Oktoba mwaka jana public with

The the Ingawaje ofisi yake ina ushawishi mkubwa, swali ibuka ni je, mama taifa ana uwezo wa kutafuta urafiki au kuchochea siasa na uongozi wa taifa? Kevin Mutai, NTV, katika kaunti Mombasa.